Ukweli mtupu. Leo tutaongelea jambo moja tu ambayo inahusu tamthilia na tamthilia, haswa tamthilia ambazo zinaingizwa maneno ya Kiswahili yani so, ninaongelea yani, yani maneno ya Kiswahili ni kwamba wanasema natafsiri, lakini mimi kwangu mimi sidhani kama ni kutafsiri. Tunaingiza maneno ya Kiswahili kwenye hizo tamthilia. Kiukweli nataka niulize maswali mawili matatu au manne au matano ambayo nitayauliza. La kwanza, je, zinakuza soko la sanaa? Jibu lake ni hapana. Je, zinawasaidia wasanii? Jibu lake ni hapana. Je, zinawasaidia waongozaji? Jibu lake ni hapana. Je, zinasaidia waandishi? Jibu lake ni hapana. Je, zinaongeza, zinakuza Kiswahili? Jibu lake ni hapana. Je, zinakuza utamaduni wetu? Jibu lake ni hapana. Majibu yote ukiangalia, yote ni hapana. Hakuna jibu ambalo litakuja likasema kwamba ndiyo. Sana sana ambayo itakuja ndiyo ni kwamba je zinaharibu tamaduni zetu, jibu lake litakuwa ni ndiyo. Zinaharibu watoto wetu, jibu lake litakuwa ni ndiyo, kwa sababu ukiangalia, tuna, tuna tafsiri tamaduni za watu wengine, ndo tunazibeba, tunaanza kuzitumia. Sana sana je, serikali inazalisha ajira zaidi kwa kutafsiri zile filamu, ni kwamba jibu lake ni hapana. Sasa jambo ambalo nataka niliongelee kwenye hilo ni kwamba kiukweli, tamthilia ambayo tunaziona nyingi sana kwa mativi zetu zimeharibu soko la filamu, limeharibu soko la tamthilia. Hawezi kukaa kwenye TV ukaangalia tamthilia iliyotengenezwa na Mtanzania ambayo kiukweli ubora wake ni tofauti na iliyotengenezwa nje. alafu ile iliyotengenezwa nje imeingizwa maneno ya Kiswahili maneno ya Kiswahili ambayo watu wameifaa kama wanaigiza wao, ambavyo sio sawa. Kwa nini zisiweke subtitle tu, kama tunavyofanya za kwetu? Sisi tunaongea Kiswahili, tunaweka subtitle. Tuna waweke subtitle, kama waliongea Kichina, iwe Kichina kama waongea Kiingereza iwe Kiingereza lakini iwe na subtitle ya Kiswahili. Hapo tutaenda sawa, kwa sababu kwa sababu gani? Ni kwamba hata tunasema kwamba tumetoa ajira kwa wao, wanaingia kutafsiri, je, wala wanaingia kutafsiri hata kama hivi? Na wasanii tunawajengea nini? Tunawapa nini? Kwa sababu hawatengeli, hawezi kuwa mastaa, kwa sababu lengo ni kutengeneza mastaa, wala unaingiza sauti. Mwisho wa siku, hata kitoka unakutana naye mtaani, sio star Star ni sauti yake ambayo unayosikia, lakini star ni yule ambaye yu ameshamtengeneza. Ametengenezwa na wale wazungu, ametengenezwa na wale wa China, ametengenezwa na wale wa Filipino wako ndo wanabaki na na ustawi wao. Hata ukienda kualika, wataalikwa wale hao ambao wameingiza sauti, hauwezi kuonekana kokote. Tuna haribu serikali, mko wapi? Sanaa inazidi kudidimia kwa sababu ya hivyo vitu alafu vimeenda kwa nini hizo hizo zisiweke subtitle tu, weka ni subtitle, alafu nikao tutalalamika sisi. Tunataka tushindane hapa Tanzania, tunataka tushindane hapa, tukuze lugha yetu. Ukiangalia umeingiza Kiswahili, lakini mwisho wa siku tamaduni zizoingizwa ndani ni tofauti. Halafu wakati mwingine mtu anaongea kwamba ninaenda, anaenda kusoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, anaenda kusoma chuo ya Yudum, anaenda kutoka Tasuba kumbe ndani hawajaongea hivyo vitu, wametoa wame, wame kutoka kule wameka vitu vingine ambavyo ni tofauti. Kwa nini tunapotezana? Kwa nini tunaongopeana? atuendelee na tuwezi kusonga mbele, hatuwezi kupiga hatua. Kwa, kwa, kwa, kwa mjili huo liangalieni kwa, kwa, kwa kina. Tunarudishana tam, tam, tam, tasnia ya filamu, tunarudi nyuma kwa sababu ya hivyo. Mpaka hivi sasa tunapoongea, hatuwezi kuzalisha mastaa wowote hatuwezi kuzaliwa mastaa wengine kama hatujabadilisha huo utaratibu wa hizi filamu, hizo tamthilia zinazotafsiriwa zinazingizwa kwenye matv na ndio ambazo ukiangalia asilimia kubwa watu wanaziangalia, pita mtaani, ndio watu ambao wanaziongelea kwa asilimia kubwa. Tunapotea. Tumewapoteza. Zamani zilikuwepo, mimi nakumbuka kwa kuna days of life sawa, kwa kuna tamthilia zikaonekana zingine zinaruka kwenye tv tunaziona za Kiswahili zipo za Waswahili ndio maana wakatoka kina Bishanga wakatoka wa kina nani tofauti tofauti, watu walikuwa wanaonekana huku. Kuna sunset, kuna days of alive, kuna silingo, kuna nini, zote zilikuwepo, lakini wanaongea lugha yao. Ushindani ulikuwa bado upo na watu walikuwa wanapenda tamthilia zetu. Kwa sababu hiyo, sasa hivi tamthilia zetu hazina market. Kwa sababu hiyo, hata kama zina ubora ule ambao tunaotakiwa lakini uh, ubora ubora, watu wa nje ambao wameshaendelea wameweka bajeti kubwa sana, hauwezi kushindana na ubora wa, wa, wa kwetu sisi. Ingawa si naweza kushindana kwenye content za kwetu sisi na zikachukua na vitu ambavyo ni ya, ni adimu, lakini kwa staili hiyo haiwezekani. Jamani serikali, naongea hii serikali, kama mnataka maendeleo ya tasnia, kama mnataka mnataka kuwapata wasanii wapya Nataka mastaa wapya? Nataka maendeleo ya, ya filamu Tanzania? Nataka kila kitu kiweze kwenda sawa? Hizi tamthilia ziangalieni kwa jicho la pili. Hazifai. Huo ndo ukweli mtupu. Hazifai. Zinaturudisha nyuma, hazitupeleki mbele. Tunaenda na tamaduni za watu wengine ambazo sio tamaduni za kutu sisi. Alafu tumeingiza tumeingiza Kiswahili, eti ndio tamaduni zetu. Ile sio tamaduni zetu, ile ni tamaduni za watu wengine. Kama nataka tuendelee, tuweke tamaduni zetu, tuweke Kiswahili, wale waweke subtitle. Imemaliza.